Mwanamume mmoja katika eneo la Karigari huko Embu anadai kuwa sehemu zake za siri zimepotea tu kwa ghafla. Jamaa huyo anadai kuwa huenda mke wake ndiye aliyesababisha masaibu yake kwa kumfanyia mazingaombwe. Jamaa huyo sasa amemsihi mke wake arudi nyumbani ili aweze kumnasua kutoka kwa masaibu yake. Agnes Penda anaarifu. Katika umri wa miaka arobaini na sita Isaac Muridhi ni mwanamume aliye na mawazo tele kuhusu matukio katika maisha yake. Hivi majuzi kijiji cha Karigari huko Embu sasa kimavutia wengi baada ya madai ya Muridhi kuwa amepoteza sehemu zake za siri. Mambo inakuwa hivyo hivyo hivyo tu, na hakuna lingine. Muridhi anasema sehemu zake za siri zilipotea siku chache zilizopita. Alichukua hatua ya kufika hospitalini alikopewa dawa pengine kurudisha hali yake ya kawaida lakini anadai hajapata fueni hadi sasa, na mkewe amemtoroka. Anashuku kuwa mkewe ndiye chanzo cha matatizo yake, anadai kuwa amemroga baada ya ugomvi wa kinyumbani. Tulikuwa tunagombana na pipi yangu kila siku, sasa akaniambia atanisima, atanisima, na akanisima familia yake ikishindwa na la kufanya kumsaidia ombi lake ni mke atafutwe ili amwondolee masaibu haya na ikiwa ana, anaweza kunifunga atakufungua hata atanifungua ama aseme aseme vile ndasaidika pale walienda kuna mahali walienda unajua kuna mahali walienda kwa mganga Japo hajasema wazi kiini cha ugomvi baina yao, majirani wanadai kuwa huenda jamaa huyu alimkosea mkewe. Agnes Penda, KTN, leo.